Habari yako, mi naendelea vizuri. Hongera sana, nimepata majibu yako, hongera sana. Hebu niambie toka umeanza kutumia hizo dawa na, na mpaka sasa hivi matokeo gani mengine ambayo umeyapata? a ridiztano sawaakitoka. Sawa, hiyo ni hali ya kawaida, itakaa sawa. Ulikuwa na mbagar, hujapata hedhi toka mwezi wa tatu. Toka mwezi wa tatu mwaka huu haujapata periodi yako si pole sana, lakini pia ongea, kwa sababu ni hatua nzuri sana. Kupata hedhi toka mwezi kutoka mwezi wa tatu nyuma mpaka sasa hivi ni miezi mingi sana, si ongea sana, iyo ni njema.